Usalama wako waziri wa habari utamaduni sanaa na michezo Nape Nauye amefanya ziara ya kushitukiza kwenye maduka ya wafanyabiashara wa CD na kubaini wafanyabiashara hao wengi wa kwepaji wa kodi kufuatia kuuza CD feki pamoja na kudurufu, ambapo waziri huyo amepitia katika maduka mbalimbali Kariakoo, jijini Dar es Salaam na kushuhudia mambo haya yakizidi kuwa mabaya na kudidibiza uchumi. Tupate taarifa zaidi na baadaye waziri huyo akatoa tamko la serikali ya awamu ya tano na mikakati yake, akisema kuwa watapambana na wezi wa kazi za wasanii pamoja na wakwepaji kodi ambao wanalipa taifa hasara kubwa. Serikali itaendelea na operesheni hii kila mara, tutafanya kazi hii, tutawakamata, tutaharibu kazi zao na tutashughulika nao, lakini safari hii tunataka tuende mbali za... Umesikia, ukenda dukani ukinunua Dairy City. kila anayenunua sasa, kazi ya sanaa ambayo haina stika ya TRA naye ni mwizi kama mwizi mwingine yoyote, kwa sababu ameshirikiana na muuzaji ambaye hakulipa kodi. Kwa hiyo wito wangu kwa Watanzania, ukienda kununua kazi ya sanaa kuanzia sasa, ya filamu au ya mziki, muulize muuzaji umelipia kodi? Waziri huyo pia ameonya wale wanunuzi wa CD feki kuwa nao watakutana na mkono wa sheria pindi watakapokamatwa na bidhaa hizo, kwani sheria bado inawabana nao pia katika ununuzi wa bidhaa zisizostahili. E, kampeni kubwa ya kurasimisha kazi za sanaa. Ili urasimishe kazi za sanaa lazima usitengeneze, sifuate utaratibu wa kusajiliwa na kuzilipia kodi. Sasa tatizo ambalo tumekabiliwa nalo ni kwamba ziko kazi nyingi sana za sanaa ambazo zimetoka nje ambazo hazijasajiliwa zinakwepa kulipa kodi kwa mabilioni ya pesa, lakini bahati mbaya sana ni kwamba zinaingia zingine ambazo wala hazifai kwa maadili yetu, kwa sababu hazikaguliwi. Tukio la leo ni tukio ambalo mimi limenifurahisha sana na tumelipigia kelele, tulipigia kelele mno sana. Hii ni dalili nzuri kuonyesha kwamba serikali ya, ya awamu ya tano haitaki mchezo na imenifurahisha sana kumwona waziri mwenyewe kuchukua hatua kama hizi.